Nashukuru Mulungu, nashukuru Mungu si, ilikuwa kwa siku ya Jumatatu nilihisi maumivu ya koo Jumatatu kwa mkia, Jumanne ikawa hali inazidi kuendelea, Jumatano ikawa hali inazidi kupanda, kufika Alhamisi ikawa siwezi kumiza, na kwanza hiyo jumanne hiyo ilikuwa siwezi kunywa chai, kumiza mate na kula kitu chochote lakini kwenye kufikia kuendelea kufikia Ijumaa ndio kukawa na mipango ya kuwa Pasta Kasena aitwe ajaniombee. Wale ndugu zangu wakubwa wakaja wa, wakazungumza waka na Pasta Kasena kuongea kwa simu, walipoongea kwa simu akaitwa akaingia. Jumamosi ilikuwa ni masaa kama ya saa mbili mbili alivyoniombea akufika ha saa tatu nusu, nikasikia koo imefunguka naweza kumeza mate, ninaweza kula chakula asubuhi. Kulipokucha nikapikiwa chai nikanywa, nikapikiwa uji nikala. Ikifika saa tatu saa nne nikapikiwa simu kabisa nikala, na ugonjwa ukawa umenishia. Nashukuru Mungu kwa hayo machache, Kasena kuniombea amenifungua.